Baada ya jioni ya leo mnyama Simba kuzuiliwa na Yanga Africans kwenda kufanya mazoezi yake ya mwisho kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Uh, usiku huu kikosi cha Simba kimetoa taarifa kwa umma, barua ambayo Uh, imetoa taarifa kuwa wao hawatoshiriki mchezo wa kesho. Bwana, hii imekuja uh, kufuatana na jioni ya leo majira ya saa moja kamili uh, mnyama Simba uh, alienda uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kufanya mazoezi yake ya mwisho, lakini alipofika uwanjani Mastewards wa Young Africans waliokuta gaitini na wakawazuia kuingia uwanjani. Baada ya vuta ni kuvute za muda mfupi kidogo e, mnyama Simba aliweza kuondoka pale uwanjani. Baadaye zikaanza kuzuka tetesi za mnyama Simba kususia mchezo huo e, na sasa hivi usiku huu mnyama Simba ametoa e, taarifa kwa umma ambayo e, mwishoni amemalizia e, hatohusika kwenye mchezo huo kesho. E, taarifa hiyo inasomeka hivi e, taarifa kwa umma. Simba Sport Club imesikitishwa na vitendo visio vya kiungwana dhidi ya timu yetu kuelekea mechi ya Ligi Kuu NBC dhidi ya Yanga, Simba ikiwa timu mgeni. Kwa mujibu wa kanuni ya 17 ibara ya 45 ya kanuni za Ligi Kuu Bara, timu mgeni ina haki ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla ya siku ya mechi, katika muda tajwa wa mchezo husika. Kwa makusudi, Simba imenyimwa haki hiyo licha ya kufika uwanjani katika muda husika. Barua inaendelea kusema katika sitofahamu hiyo, Simba iliarifiwa na meneja wa uwanja kuwa hana maelekezo ya kuruhusu mazoezi kufanyika bila maelekezo ya kamishna wa mchezo. Pamoja na kamishna wa mchezo husika kufika, mabaunsa wa klabu ya Yanga walivamia msafara wa Simba, huku wakiendelea na vurugu na wakizuia msafara wa Simba kuingia uwanjani kufanya mazoezi. Jitihada za Simba kupata ufumbuzi wa changamoto hiyo hazikuzaa matunda kwa zaidi ya masaa mawili, kabla ya Simba kuondoka eneo la nje ya uwanja kwa sababu za kiusalama ambazo zimerekodiwa kwa ajili ya ushahidi. Kufuatia ukiukwaji huo wa taratibu za kimchezo, Simba haitoshiriki mchezo husika na haki zote zimehifadhiwa. Simba inahimiza kuchukuliwa kwa hatua stahiki dhidi ya wahusika wa sakata hili. Imetolewa na management klabu ya Simba. Bwana, hii ni taarifa kwa, ni taarifa ambayo ya kuumiza kwa wapenzi wengi wa soka wa hapa Tanzania, ambao kesho walikuwa wanasubiri kwa hamu uh, kwenda kushuhudia mchezo wa ligi kuu uh, wa watani wa jadi dabi ya Kariakoo kati ya Mnyama Simba dhidi ya, ya Young Africans <laughs> lakini dabi hiyo kesho haipo, na bahati mbaya sana kwa mashabiki ambao wamesafiri kutoka mikoani. Tunafahamu kuna watu ambao usiku wako njiani e, wengine wametoa wametoka mikoa ya kaskazini, wengine wametoa wametoka mikoa ya kusini e, kila mmoja ametoka sehemu mbalimbali mbali za Tanzania, lakini kuna wale ndugu zetu au marafiki ambao wametoka nje ya Tanzania, unamaanisha nchi mbalimbali hapa mbali, East Africa, Kenya, Uganda, ambao wote walikuja kwa ajili ya dabi hiyo ya kesho, lakini kwa bahati mbaya kesho hautoweza kupigwa <tuhi> e, kutokana na sababu hizo ambazo zimeainishwa. Tusubiri mamlaka zinakuja e, zitakuja na hitimisho gani e, kama ambavyo tunafahamu e, kanuni ziko wazi, kanuni ziko wazi zinapotokea e, sitofahamu kama hizi nini ambacho kinaweza kufanyika, lakini kubwa ambacho Mnyama Simba amesisitiza usiku huu wa leo ni kwamba yeye hatofika kwenye mchezo wa kesho dhidi ya Yanga. tunafahamu e,

yake ya kufanya mazoezi kwenye jimba la Benjamin Mkapa na Young Africans ambaye amefanya pombe auna maoni gani? Na usisahau kudondosha comment zako au maoni yako chini hapa kwenye ua tunapitia, tupate maoni, kwa sababu huu ni mchezo mkubwa, mchezo ambao ulikuwa unasubiriwa na Watanzania wengi. Kila mtu alikuwa macho kusubiri mchezo huu, nani ataibuka mshindi kwenye mchezo huu wa kesho? Lakini Eh, kwa, kus, kwa, kwa hali isiyo ya kawaida eh, mchezo huo kesho hautaweza kufanyika. Kama ulikuwa unasubiri kumwona mpanzu, ulikuwa unasubiri kumwona ateba, bwana eh, mambo yamekuwa magumu kweli kweli.